Mheshimiwa mgeni rasmi nimesimama hapa kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila. Hivyo tunakukaribisha sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Lakini tumi nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi kumshukuru sana kaka yetu ndugu yetu Sheikh Alhadi kwa kuwa kiungo kikubwa na kuunganisha taasisi zote na kituo cha utamaduni cha Iran na kuja na sauti ya rehema katika uwanja huu wenye historia kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, uwanja huu ndio uwanja ambao uliotumika kutafutia uhuru. Na ndugu mgeni rasmi, kama unavyokumbuka, hapa tunayo ofisi yetu ya tano ilikuwepo hapo. Mambo yote ya kueneza amani yalifanyika kwenye uwanja huu. Hivyo kitendo ambacho ndugu zetu wamekuja hapa kuisherehesha Qur'ani tukufu kwenye uwanja huu ni ishara tosha ya kuunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, za kuimarisha kueneza amani Tanzania. Hivyo kwa niaba ya serikali tunawashukuruni sana viongozi wetu wa dini ambao mmekuwa mstari wa mbele kuiombea taifa letu, mmekuwa mstari wa mbele kuombea viongozi wetu, mara zote mmejitokeza hadharani kufanya dua kwa ajili ya rais wetu. Hivyo kwa niaba ya serikali tuna kila sababu ya kuwashukuru kwa, kwa jiji letu la Dar es Salaam lenye watu zaidi ya milioni tano na laki tatu bila uwepo wa viongozi wa dini kuliombea amani taifa letu na mkoa wetu wa Dar es Salaam, tusingekuwa na hali hii ambayo tuko nayo. Nitumie nafasi hii kukushukuru na kukupongeza, Mheshimiwa balozi wa Irani, pamoja na wageni wote ambao mmekuja hapa na kutuonyesha vizuri namna na ya kuhifadhi Qurani tukufu ambayo tunaamini inaeneza amani Tanzania, lakini wako wachache wanataka kuja Tanzania kuhubiri chuki, na mara zote chuki haipoke, haipokelewi kwa chuki. Chuki inapokelewa kwa upendo. Tumemwona rais wetu anavyopokea wageni kwa upendo. Hivyo, mgeni rasmi, jiji letu la Dar es Salaam liko salama. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa, ni kuhakikishie tunapokwenda kwenye uchaguzi, jiji hili litaendelea kuwa salama vyombo vya ulinzi na usalama viko imara kuhakikisha tunakwenda kwenye uchaguzi na uchaguzi ukiwa salama. Amesema mstahiki mea, hapa nilikuwa nashangilia wakati vijana wanaendelea kuonyesha namna gani ya kuhifadhi Qur'ani Tukufu. Wakati anayafanya haya, nilikuwa namwambia na mimi nimeshajiandaa, huko tunakokwenda huko iko sawa. Alikuwa anaogopa kwa sababu yeye hajajiandaa. Sikukaribisha sana mgeni rasmi ili uweze kuongea na sisi. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi.